Na kwa mara ya kwanza nafikiri, mwezi huu tutapata mapato mengi zaidi. Inawezekana tukapata hata trilioni moja pointi tatu kwa mwezi, katika mwezi wa Disemba, na inawezekana zikazidi kidogo. Kwa hiyo fedha kwa ajili ya kutoa elimu bure kwa wanafunzi mwezi huu zinatengwa na ziko jumla ya bilioni mia moja thelathini na moja na fedha zile tumepanga zitatumwa moja kwa moja kwa shule zinazohusika, na kila shule itakayotumiwa fedha kila shule itakayotumiwa fedha na kara atapewa mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi ole wao wazitumie vibaya. Na ndio maana tumesema watasoma bure. Kwa hiyo fedha zote za capitation, fedha zote za kununua chaki fedha zote za kulipia mitihani, fedha za nini zote tunazituma, na tunaanza kutuma kila mwezi, kuanzia mwezi huu wa kumi na mbili, mwezi wa kwanza, mwezi wa tatu, mwezi fedha zote za chakula. Kwa hiyo nina uhakika wale watakaotumiwa fedha watazitumia vizuri. Ole wao wazitumie vibaya.